Kijana mmoja anadaiwa kufariki baada ya kunywa sumu aliopewa na mpenzi wake wa zamani huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii imetokea siku chache kabla ya tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu, ambayo ilikuwa siku yake ya harusi. Kijana huyu aligundua kwamba hawezi kuwa kamwe mwanamke ambaye alikuwa na mahusiano naye toka zamani, lakini akaendelea na mahusiano hayo. Aliendelea kuwa na mahusiano na huyo mwanamke mpaka siku alipoamua kuoa mwanamke mwingine. Na siku alipoamua kuoa mwanamke mwingine, yule mwanamke aliyekuwa naye na mahusiano ya dhamani alimwambia, siku utakapooa mimi nitakumaliza kwa sababu ya uchungu ambao mwanamke huyo alikuwa nao. Na huyo mwanamume hakujali na kaamua kuendelea na mipango ya ndoa, kwa sababu upendo uliokuwa nao kwa yule mwanamke ulikuwa umekwisha. Mwanamke huyo akamwambia, "Siku utakapoa, hakika mimi nitakumaliza." Mwanaume hakutaka kusikia. Baada ya send off ya mwanamke ambaye huyo mwanaume alimchagua kuoa, wiki moja tu huyo kaka alilazwa na kuumwa, na kuumwa sana na akafariki siku chache kabla ya harusi yake kwa madai alikunywa sumu aliyopewa na mpenzi wake wa zamani.